Kwanza ongera kwa ushindi siku ya leo asante sana. Ongera ni kubwa, na mimi nimeipokea kama shabiki wa Simba, nimeipokea, nimesema asante ndugu yangu. Unavyoona leo furaha ya Tanzania, furaha ya mashabiki wa Simba imetawala, imetawala sana sana sana kwa ushindi, tumepata magori matatu leo. Tunasema hii ni mwanzo tu ambaye hatokuja mbele yetu saa hizi ni kichapo, ni kichapo, ni kichapo. Hata tusamehe tu ndugu yangu, mganga Am, wa Mbagala. Mara ya mwisho tulikutana katika mchezo wa dabi ya kali ya kuu, ambavyo watu wengi, Simba alicheza vizuri, lakini wakurizishwa na maamuzi ya refa, na pia tukaenda kushuhudia mchezo kule Botswana. Simba alishinda, lakini alicheza chini ya kiwango. Leo wamekuja hapa Benjamin Mkapa, wamebadilika, kama sio Simba ile ya mechi mbili nyuma kwa sababu Simba mimi naijua yani, Simba ukiona jana sio ndo ambayo utaiona kesho. Kwa sababu mechi kama ile ya Botswana wachezaji wetu walitumia sana nguvu kwenye mechi ya dabi, hatuwezi tukawaraumu kwa sababu wale ni binadamu, wale damu inachemka. Wale sio kwamba ukiona mechi ile na umefeli mechi nyingine utafanya vizuri. Mashabiki wa Simba tu na uvumilivu, wale ni binadamu, wale sio kusema pangine ni mdo, wale ni binadamu sawa. Kuna muda wanatumia nguvu kubwa, kuna muda ndio hivyo. Ile cha kufanya mashabiki wa Simba tuvumilie tu na uvumilivu. Ndio maana mambo leo yameanza upya. Performance ya wachezaji wetu leo wote tumeiona, hakuna ambaye mwana Simba hajaiona. Wote leo tumeiona performance ya timu yetu, kama si mashabiki tunaenjoy sana. Tunataka walipoanza hapa, hiyo mwendelezo hivyo hivyo. Dada, nakwambia Simba saizi, Simba saizi kuna mtu atakuja kula kumi pale ndani ya Benjamin Mkapa. Nakwambia kabisa kumi atakula pale. Tutakimbiana hapa. Kuna timu nyingine inakwenda sasa hivi, kwa mpira ambao nimeona leo, pasi pasi zile zinapopiga pa pa pa. Nakwambiaje, ndugu yangu, kuna timu nyingine utasikia uwanjani Benjamin Mkapa, hatuleti timu. Hao wenyewe wala manusu wasilete timu. Wakona, ngoja twende. Wasi muone walivyo. Na na na, kwa uchache pia elezea uwezo wa Morris Abraham mara tu baada ya kuingia kipindi cha pili dakika ya 60, na alichokifanya kwa upande wako unakichukuliaje? Yani ah, siju, manjonjo yake baza, mashabiki wa Simba wote tulifurahi, dogo le kuingia wote, wote tuliruka sana, burudani nzuri kabisa burudani nzuri tunajua mechi zingine ambayo yule ataanza tena, ataanza kipindi cha kwanza kocha anamwangalia. Leo mechi ndio nafuata, ataanza kipindi cha kwanza wa Tanzania, ndio tuta enjoy sana, mashabiki wa Simba tutafurahi sana sana sana. E bwana mganga wa Mbagala ndio, yeah. Hatimaye leo goli tatu pointi tatu, kama alivyofanya jana mtani wene, ijapokuwa watu wengi wanasema leo hii. Sawa sawa sawa, amepiga bomu Monchwali kwanza. Uh, kwanza mimi najiuliza kwanza, hao watani kwanza siku ile walitufungaje yeah swali so, langu unapojiuliza, mimi watani walitufungaje? Kwa sababu mpira wao nacheza jana ule, mbona kama lede ile ni lede. Angalia mpira wa jana, angalia mpira wa leo, ndio unapogundua wewe, timu bora iko wapi, timu yenye wachezaji wazuri iko wapi. Wale wazetu jana wamebutuabutua butua, tu imetokea imetokea, lakini leo watu wameenjoy wame mpira